Hapa Mwasenkwa na kwa sababu kulikuwa na changamoto ile ya upatikanaji wa maji, ndio nilikuwa nateta hapa na mkurugenzi wetu mkuu ili atusaidie wana Mwasenkwa tuanze upya kwenye jambo hili ili tuanze kulipa bili kikamilifu kabisa, na upatikanaji wa maji kwa sababu sasa utakuwa ni wa uhakika kila siku kwa saa ishirini na nne. Sindio jamani? Ndio. Tumsikilize aseme neno halafu mambo yetu yakae sawa. Haya, karibu. Wasaka oh. Wow. Yeah. Oye. Maji oye. Mheshimiwa Daktari Tulia Ackson oye. Daktari Tulia Ackson. Eshima mtolo wetu rasmi, bila kuchelewesha muda wako, kwa mamlaka nilionayo kwa mujibu wa sheria ya huduma za maji na usafi wa mazingira ya mwaka 2019, naomba nichukue fursa hii niwapatie zawadi ya Pasaka wana Mwasenkwa. Ninatambua kwamba huko nyuma hali ya upatikanaji wa maji katika eneo letu ilikuwa sio nzuri. Mlikuwa mnapata maji wastani wa saa mbili hadi tatu kwa siku. Sasa hivi tumeleta huduma hii ambayo inaenda kuwahudumia kwa, kwa wastani wa saa 24 kwa siku. Sasa huduma hii na kazi kubwa ambayo imefanya na mbunge wetu wa jiji la Mbeya, lakini pia na mheshimiwa rais. Naomba sasa niwatamkie rasmi kwamba madeni ya nyuma ambayo yalitokana na matumizi ya maji kipindi huduma inasuasua, kwa wale ambao walikuwa wamefungiwa dira, ninayafuta. Kwa hiyo niliweke sawa. Taanza kuhesabu matumizi yenu ya maji kuanzia matumizi yatakayoanza mwezi Mei mwaka elfu mbili na yeah. Asante sana. Asante. Asante. Ishirini na tano. Asante. Asante. Asante. Asante.